Wa amina, Mungu akubariki sana, ambaye nausikiliza natamani. Amina, asante. Bwana Yesu asifiwe, amina. Basi Mungu abariki. Uh, na mimi jina langu linaitwa Mwinjilisti Daudi Mahenge. Ninatokea Dodoma, hapa pa Dodoma ila najishughulisha na shughuli zangu na pia najishughulisha na kazi za Mungu. Ndiyo. Okay. Sawa. So, uh, Daudi Mahenge, karibu sana. Tumeweka mjadala mezani, Biblia inamtambuaje kijana? Inamzungumziaje kijana? Au tuanzie hapa kwamba tunaposema kijana tunamzungumzia mtu wa aina gani? Kwamba kijana ni nani? kama kiumri au na kitafsiri pia? <tipi> <tipi> Amen, ah mtumishi, kabla ya yote <tipi> ni vema tungemshukuru Mungu <tipi> ili tuarike uwepo wake, alafu tuweze kufasiri maandiko kwa, kwa kadri Bwana anavyotaka, wala sio kama akili zetu au mawazo yetu <tipi> basi, kwa dakika chache nitakwenda kuomba kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, tunakushukuru sante kwa ajili ya kipindi hiki kingine tena ambacho Bwana tunakwenda ku sana maswali mawili au matatu, nakwenda kujadili mada hii inayohusu vijana, nazungumzia kwa habari ya ujana. Baba tunaalika uwepo wako, tunaomba tutakase, naalika uwepo hata watu wanaosikia kutoka maeneo mbalimbali. Baba watakase, achilia uwepo wako popote walipo. Yesu wape masikio ya kusikia, wape ufahamu wapate kujua na kuelewa Yesu, tunaarika uwepo wako, tunaomba ututumie sisi watumishi wako kama vyombo tu, bali mnenaji mkuu akawe Roho yako Mtakatifu, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini mndio Amen. Amen. Mm. <coughs> Amin. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, kwanza kabisa, tunapoanza kuzungumza maana ya kijana mm -hmm. Nitakao ufahamu kwanza nini maana ya ujana mm -hmm ya ujana kwa mujibu, tuchukulie tu kwenye hata kwenye serikali ya dunia hii, ukienda kwa mujibu wa serikali au katiba ya nchi inasema ujana ni kuanzia miaka kumi na nane mm -hmm. Huyo ni kijana, maana ukifika miaka kumi na saba wewe hata jela hauwezi kukaa, kwa sababu wewe unahesabika ni mtoto. Lakini kibiblia, ujana unazungumzia kuanzia umri wa utoto mpaka utu uzima, kule unaitwa ujana kibiblia kwa sababu ukisema tuangalie habari za vijana, tutakwenda kuangalia mbele, kuna watu kama wakina Yusufu mm -hmm. Mm, wameingia Misri akiwa na miaka kumi na saba na Biblia inamsema kama ni kijana. kwa hiyo oh. Oh, kijana ni, ni umri kuanzia utoto mpaka utu uzima, huyo ni kijana okay. yeah. Kwa makadirio kwa muktadha ya Biblia mfano hizi za kwetu ambazo tunasoma za Kikristo mm -hmm. miaka ya kijana unazo, unakuta inaanzia eh, kwa mfano wafalme wengine walikuwa na tawala miaka 12. mm -hmm. kijana anaitwa mm -hmm. kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia tuchukue tu miaka 12 na mbili huyo anaitwa kijana. kijana ni kijana. na kitoka kwenye ujana hapo ndio anaingia kwenye ubaba ah, miaka 50 60 ah, ina, inaishia kwenye arobaini na tano ah, na tano ndio Sawa, so, tuendelee sasa hapa uh, tunapozungumzia kwamba Biblia na inamtambuaje kijana, nafikiri tutaona vijana ambao uh, Mungu aliwatumia Biblia, na jinsi jamii yetu inavyomtazama kijana, jamii inamtazamaje kijana na Biblia pia. Tunasema Biblia na maana ni Mungu mwenyewe. Ndio. Yaani kijana? Tuanzie hapo. Alimtambua, inamzungumziaje? Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ah, tunapozungumzia kijana mm -hmm. Kibiblia, unajua vijana wameandikwa kwenye Biblia, wapo waliofanya vizuri. mm -hmm. na vijana kibiblia, maana yake tafsiri tu yenyewe ya, ya kijana kwamba ni nguvu za Mungu, yaani tafsiri ya kijana ni nguvu za Mungu. Hata kwenye serikali ukijaribu kurudi nyuma hivi, ushawahi jiuliza kwa nini mtu a, kijana aliyepitia changamoto nyingi akitaka kujiua ikaonekana watu wamemuokoa serikali itakapomchukua kwa kijana, kwa nini huwa inampeleka jela? Nasema nguvu kazi ya taifa litaka kupotea. Hasa e, kibiblia, ya kijana tunazungumzia kijana, kwanza ni mtu mwenye nguvu, mwenye tafsiri, mwenye. ya kijana mwenye. ni mtu mwenye nguvu hiyo. okay. E, sasa ni kuna nguvu za aina mbili, kuna nguvu za kiroho mwenye. na nguvu za kimwili. Unajua Biblia huwa inaenda zote sawa, kiroho na kimwili pia, ndio mwenye nguvu rohoni na mwilini, tumeshatambua. Okay. Kwamba kijana ni mtu mwenye nguvu, ndio. Sawa. Mm. Ni vizuri sana lakini sasa je, uh, kwa huyu kijana ambaye uh, ana nguvu au ni Mungu mwenyewe, unasema ni nguvu za Mungu mwenyewe, ndio huyu mm. kijana ambaye anazungumzwa <coughs> hapo. Sasa hebu tuone labda kuna, kuna kijana au mimi pia kijana, uenda nikawa sijatambua nafasi yangu yaani hmm. Yani, sielewi kwamba Mungu ananitambua katika eneo gani, au anakusudia ni juu yangu mimi kwa ajili ya huu ujana ambao ninao, tukiachana na utoto au uzee, katika hali ya ujana hmm. mm -hmm. Mungu anakusudia gani? mm -hmm. Ah, tukisoma katika kitabu cha Maombolezo sura ya tatu mstari wa ishirini na saba Mungu kwa kijana kwanza, ukisoma tuachane na Maombolezo, twende kwenye Yeremia 29:11. Mm -hmm. Mungu kwanza anawawazia mema. Anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema na kuwapa ninyi matumaini ya siku zenu za mwisho. Sasa unaporudi katika maombolezo e, sura ya tatu ule mstari wa ishirini na saba Mungu anasemaje? anasema, anasema ni vema kijana kwanza aichukue nira yake wakati wa ujana. Unapozungumzia nira unazungumzia mzigo wa kimajukumu. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Nira, nira ni utumwa. nira ile ni kama kitu kinaitwa joku. Unaona joku ile ng'ombe wanayotumia kulima wanamfunga hapa, wakulima nadhani wanafahamu. Mm. Unapozungumzia nira maana yake ni utumwa, ujiweke kwenye utumwa. Na ndio maana ndio maana Yesu wakati anasema vaeni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo unapozungumzia kuvaa nira maana yake unapokuwa kijana, eh, unatakiwa uangalie ni maamuzi gani unayoyachukua na ndio maana katika mam, ukisoma kitabu cha Yohana ile ishirini na moja mstari wa kumi na nane Yesu anamwambia Petro, ulipokuwa kijana ulikuwa unajifunga kokote unakotaka wewe, lakini utakapokuwa mzee, mwingine utainyosha mikono yako, mwingine atakufunga na kukupeleka usikotaka. Kwamba anazungumzia maamuzi unayoyachukua unapokuwa kijana, kisha unachukua maamuzi yaliyo sahihi kwa sababu piga hesabu, dunia inamtaka kijana na Mungu anamtaka kijana. Kwa hiyo Mungu anapokuwazia mema, maana yake unajua, kwenye maisha twende tu maisha ya kawaida, unafikiria ni kwa nini mzazi anampeleka mtoto wake shule, anapokuwa na mtoto tayari ameanza kujipata au kujitambua? Kwa nini anampeleka shule? Ili akajifunze, apate elimu, hasa kama mzazi ana akili ya kumpeleka mtoto wake shule. Bwana asifiwe. Kama mzazi ana akili ya kumpeleka mtoto wake shule, maana yake basi unajua mzazi anamwakilisha Mungu mwenyewe na Mungu na yeye anayo shule yake ambayo ipo katika ulimwengu wa roho. mm -hmm. Anayo shule ambayo unatakiwa upate, ujifunze ili uikulie neema ya Mungu. mm -hmm. Sasa, sasa unapokuwa kijana maana yake, angalia, unaposoma shule ya dunia Mungu anasema ninaifanya hekima ya dunia kuwa ni upuuzi mbele zangu, halafu hekima ya rohoni, hiyo ndio inafanyika hekima. Mungu anasema hiyo ndio hekima. mm -hmm. Kule shule ni ndio maana tunazoea kwenye sifa za kijana, anatakiwa awe mtii kwa sababu Biblia inasema kama, kama vile kondoo anavomtii mchungaji ndivyo ilivyo hata maisha ya kimwili. Unajua, ukishamjua Mungu unakuwa una amani. Duniani hapa hakuna kitu kitakachokushinda wewe. Kwa sababu mambo ya dunia hii, Yesu anasema ufalme wa mbinguni unafananishwa na ufalme wa dunia hii. Ndio maana kuna sehemu anatumia kwamba anasema, ukitaka kufikiri habari za maisha, anasema watafakarini ndege wa angani, hawapandi hawavuni, wala hawana hata gala za kuhifadhi, lakini baba yako wa mbinguni, je, si anawalisha? Kwa hiyo unapokuwa kijana, ndio tunarudi kwenye maana yako, unapokuwa kijana lazima kwanza, maamuzi yako, ufanye maamuzi yaliyo sahihi, jiweke kwenye nira, yani, jiungamanishe au jifunganishe na Mungu unapokuwa kijana maana kijana ukisha kuwa mzee, umri umeenda. Ukisoma katika Muhubiri anasema, Muhubiri sura ya kumi na mbili anasema, mkumbuke muumba siku za ujana, kabla ya siku zilizo mbaya. Maana uharibifu wa aina yoyote uh, nazani unaanzia ujanani, tamaa inaanzia ujanani. Ukiona mtu ameharibikiwa akiwa mzee, mfatili alishaharibikiwa ujanani, kwa sababu ujana ni uharibifu ndio unaanzia pale. Labda nikupe na andiko moja ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya nane mstari wa ishirini na moja kama unaweza kunisomea ili kwa ajili ya faida ya kwetu na msikilizaji pia. E, nane pale ishirini na moja Mungu anasemaje? Mstari mmoja tu moja, moja, Mungu mm. uh, yunasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha Bwana akasema moyoni mm sitailaani tena nchi baada ya hayo kwa sababu hmm. ya ya mwanadamu mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake hmm. wala sitapiga. Hapo hapo tu mtumishi wa Mungu, nataka hapo. Mungu anasema mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu. Kumbuka hata mfalme Sauli alitawazwa akiwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uharibifu wa aina yoyote unaokuta mtoto ukikuta, ni ameanza kuharibika, ameharibika pale hatua ya ujana. Pale anapojua mema na mabaya, pale ndio uharibifu unapoanzia. Ndio Mungu anatafsiri kwenye kwenye swali lako la mwanzo, ni mtumishi, ndio anakutafsiria kwamba kijana ki, ukitaka kujua mtu aliye kijana tunaanzia wapi? Kijana kwa tafsiri nyepesi ambayo mtu anaelewa ni pale unapokuwa unajua mema na mabaya. Pale wewe ni kijana. Sio mtoto. Mtoto anakuwa hajui mema wala mabaya. Hapana. Mm, ni mm, ni, tayari hapo tayari huyo <laughs> ha, ha. Ki, uh, um, ni kijana mm. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana, mm. uh, kwanza wanasema mtoto ni faida ya mzazi. Mtoto ni faida hivi, kuna, labda kuna mzazi gani huwa anafurahia kuona mtoto wake ni kahaba? Au ni mzazi gani anayefurahia kuona mtoto wake ni mlevi hapa? okay. Sasa ye, ndio Yesu anasema ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa hatawapa vyema wale wanaomuomba, hatawapatia vitu vyema? kwa sababu vipawa tunachozungumzia, kipawa, unajua, kwa tafsiri ya kipawa kwa Kiingereza inaitwa gift, ni yeah, ni zawadi kwa hiyo, ni zawadi kwa hiyo kipawa ambayo mzazi anasema mwanangu, mi nataka wewe mwanangu nikusomeshe labda uwe na kitali, hicho ni kipawa chema. mm -hmm. Nataka nikusomeshe uwe mwalimu, kwa hiyo kuna vitu vingi hasa Mungu na yeye ndivyo anavyosema kwamba yeye anatoa vilivyo vyema. mm -hmm. Sasa athari za mtumishi, um, rudia um, swali lako Athari ya yana yote, eh, kutotii sauti ya Mungu, kutofuata sheria ya Mungu. A, athari yake kwanza anaharibikiwa athari ya kwanza, mm -hmm. athari ya kwanza kwanza anaharibikiwa, na utaharibikiwa vipi? Utakayeiharibu sio wewe, mm -hmm. ni Mungu mwenyewe ndiye atakaye kuharibu wewe, kwa sababu u, Mungu anasema hivi, kutoitii sauti yangu ni laana ukisoma katika Kumbukumbu la Torati ile 28, ile sura ile mwanzoni, ukienda mpaka kwenye hamsini na huko, anasema hivi itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya yote, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa kila unakoenda. Sasa kuto kutii sauti ya Mungu inakuwa ni kinyume chake, sasa utalaaniwa. Kwa hiyo utakuwa unaishi, ni kijana lakini uko chini ya laana, magonjwa yatakuandama, eh misiba ya vijana mwioni barabarani, misiba ya vijana, vijana wametoka kunywa pombe mm. Halafu ghafla barabarani unasikia amelewa, ameendesha chombo vibaya, chini unasikia kijana ameenda kumchukua kahaba kwenye baa, ghafla unasikia amefumaniwa, amepigwa, ameuawa. Hizo ndio mambo ambayo Ibilisi anayataka mengi kwa vijana, hasa. Piga hesabu hapa, kuna vitu vinavutana: Shetani anamtaka kijana na, na, na, na Mungu. Na ndio kwa hiyo kuto kutii sauti ya Mungu kwanza ni laana, ndio <laughs> sawa, lakini sasa tunatamani tufahamu. mm. um, umezungumzia mara ya kwanza kwa habari ya kipawa mm. au zawadi. Kuna kitu kinaitwa kusudi la Mungu. Amini Mungu ana kusudi na kila mtu e. Sasa hapo kwenye kusudi kwa mtu, Mungu anapokuwa na kusudi yani anatamani ufanye kitu fulani amana. Tuna walimu, tuna wainjilisti, tuna mitume, tuna watu ambao wamefariki, wanasimama kwenye tamu zao mm. ambao wametambua tuna kusudi zao kuna yule kijana ambaye pengine um, hajui nafasi yake, yani hajui yeye ni nani au anapaswa kufanya nini. Kuna hapa, nazungumzia na kijana ambaye pengine yuko kanisani, yuko tu anaingia kanisani anatoka, na ni kijana mm. na huyo ambaye Mungu anamtazama kwamba yeye ni mungu zake <laughs> ndio <laughs> kwamba mtu kama wewe awezaje kutambua kwamba mimi pengine sababu yangu ni ni mtafani, napaswa nifanye kitu fulani, anafanyaje ili aweze kujua yeye kiroho okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, hii inakuwa ni faida kwa ajili na watangazaji pia, najua wengi wanasikia huko. yes. na Dodoma yote wanasikia mpaka vijiji vyake, redio Uzima. yes. imefika mbali sana. yes. na ukitaka kujua kusudi, kusudi ambalo Mungu amekuitia kitu cha kwanza kwanza, tambua, labda nikuulize, nikuonyeshe mfano moja ambao unaweza kumfanya hata mtu msikilizaji anakuwa anaelewa Mm -hmm. Unajua Yesu huwa anafundisha kwa mifano, si ndio? Eh, yeah. Eh, tufanye kitu kimoja. Mm -hmm. Wewe saizi hapa ghafla, saizi umesikia kuna watekaji wanaendelea nchini. Mm -hmm. Ikatokea umetekwa, saizi umefunikwa macho. Mm -hmm. Umetupwa Marekani. Mimi hapa nazungumzia Marekani, si ndio? Lakini sikutaji sehemu. Umetupwa, tufanye wapi? Marekani. Marekani. Halafu ukatolewa kile kitambaa, ukashtuka upo katikati ya, ya jiji la Marekani. Mm -hmm. Hivi kwa mtu kwa akili ya haraka kwanza utaanza kufanyaje? mbele kuna wacheza mpira wamekaa pale, kuna magenge vijana wanacheza draft, wengine wengine wanapiga story, afu kuna migahawa mm -hmm. E, nanja, Kata, mpumisa, na njaa inakuuma, cha kwanza unafikiri utaanza kufanyaje? Mtumishi chakula utafuta ukapate chakula eh. Huyu huyu mtangazaji anasema kwamba ye cha kwanza angetafuta apate chakula na, Si hapa, hmm. ni, <laughs> <laughs> Sa <laughs> so yeah. Okay. ni jambo zuri unajua, unapoenda nchi ya ugenini umetua ghafla hujui, e, wala z cha kwanza lazima, akili kwa mtu mwenye akili timamu, kwanza atauliza hapa niko wapi, si ndio? mm. halafu ni nani amenileta na ni kwa nini niko hapa. Ndivyo ilivyo e, ndivyo ilivyo binadamu. Sulemani anasema kama vile mwanamke asivyojua mifupa inavyokuwa tumboni mwa mwanamke mjamzito, ndivyo mwanadamu hajui kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alitegemea kwamba binadamu ukishazaliwa umetoka kwenye tumbo la mwanamke, Mungu amekuumba. Ukishakuja duniani unaishi kama mtoto kweli usiyojipata, usiyojitambua. Vijana sasa wanasema usiyojipata. Hmm. Sasa ukishakuwa cha kwanza, wengi sana huwa wanabezi kuabudu miungu kwenye dunia hii, wanaabudu mama na baba na Yesu anasema mtu anayempenda baba au mama kuliko mimi anistahili. cha kwanza sasa, ndio hapo mnaanza kugombana na Mungu. Mungu anaanza kukuita kama alivyomwita mtoto Samuel. Alafu Samuel anasemaje pale, baba umeniita? <laughs> kwa hiyo ukitaza, narudi kwenye sehemu yako, swali lako, ukitaka kujua kusudi au kipawa ambacho Mungu amekupa e, kwanza, ukiwa rohoni kwa mtu mwingine unatambua kwamba kile ni kipawa fulani, ila shetani amekiiba. Lakini ukitaka kutambua kwanza ti wito wa Mungu, ti wito wa Mungu, kwanza kukubali mwito ni yani, Mungu anapokuita kwamba njoo unitumikie pale pale, sauti ya Mungu. Unajua sauti ya Mungu ni neno la Mungu lenyewe, linapita mitaani wanahubiri watu e, kwani wewe e, mtangazaji, hujaonana na wahubiri masokoni? ndio hasa pale wanamhubiria ni mtu wa ambaye tayari ni muamini aliyomwamini Mungu na naye mjua, au anahubiri watu wasiomjua Mungu kabisa wamjue Mungu Auna. Yesu anamwambia Petro, acha kuvua samaki uh-huh. mimi nitakuja kukufanya kuwa mvuvi sasa wa roho za watu unaona. Sasa Petro alikuwa na biashara yake, ni kijana mwenye biashara zake za samaki. Sasa Mungu anapokuita anakuachisha kazi kwenye dunia unazozifanya zile ambazo zinakuwa kama ni kongwa ni nila umejifunga na dunia, mm -hmm. Halafu anakuita sasa, njoo jifunge na mimi unitumikie. Ndio sababu ya mtu kuokolewa tunasema. mm -hmm. ewa na okay. eh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ukishaingia hapo, kusudi lako utalifahamu, kwa sababu Paulo anasema macho ya mioyo yako yatiwe nuru. Unaanza kupewa nuru ya injili mm -hmm. <hum> nataka uwe sana mbaya uwe mtu fulani, nasikia sauti au kuna namna ambayo unaweza ukasikia kama kama Samueli alisikia sauti? Kwa maisha ya leo ile sauti Mungu ni yule yule jana leo na hata ndiyo, yeye ni yule yule, anaweza akatumia sauti kukuita. Sauti ya Mungu kwanza ni neno la Mungu, ni sauti. Hili ni neno, lakini ukilichukua linatoa sauti eh, ni sauti ya Mungu, na anaweza akakuita kwenye ndoto. Kwani hujawahi kuona mtu ni kahaba, anasema leo nimelala, nimeota ndoto, naombea mtu anapona <laughs> kahaba. Nimekutana na maswali hayo. Sasa nimeona nimeota mtu anayeomba mtu anapona. Nimeota ndoto fulani anakufa. Nimekaa na kweli amekufa. Sasa akishakufa baada ya hapo wewe unafanya kitu gani jazia? Nikamwambia siku moja mtu mmoja hivi. Sasa wanasema jana nimeota ndoto fulani anakufa. Juzi fulani anakufa. Sasa mwisho wa siku unapokataa sio sauti ya Mungu, baadaye utajikuta unaona mtoto wako anakufa, utafanya nini? Binadamu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio. Ay, sawa asante mm, sana metupedisha katika maeneo mbalimbali zaidi, lakini sana labda, kwa ujumla, yuko kwenye jamii jamii, hamna mtu anapenda, ambaye anapenda, kila mtu anapenda. Tukirudi tumweke kijana hafu na jamii, jamii itazamie vitu gani kwa huyu kijana? Huyu kijana kweli ni, mfano wa kuigwa ni mtu mzuri yani, <coughs> wa wa wa wa uk, ndio ndio maana tunarudi kwenye swali letu la mwanzo. Ukisoma mithali ile ishirini mstari wa ishirini na tisa, anasemaje hapo? Andiko moja kwa ajili watu waweze kulisikia, ishirini ishirini na uh, tisa Mm. Inasema fahari mm. ya vijana ni nguvu zao mm. na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Amen. Unajua tafsiri ya mzee, yani tafsiri ya mzee mm -hmm. ni mtu ambaye amepita desturi yake ya ujana ya ubaba, huyu anaitwa mzee. mm -hmm. Hapo ndio mpaka umeelewa hicho kitu na ndio maana tunasema ni vyema kijana ajifunge nila yake wakati wa ujana, ili Mungu sa mwisho wa siku ukisha kuwa mzee aweze kukuhifadhi sehemu salama. Unajua maana ya kuokoka kuokolewa ni nini? Ni, ni safety maana yake unahifadhiwa na Mungu, ndio hapo unanyosha mikono mwingine atakuchukua usipotaka sasa. Basi, kwa sababu fahari ya kijana si nguvu zako, una nguvu eh, na una utashi, una uwezo wa kufikiri na kutenda kiroho pia. Mungu anategemea vijana, si ndio? watu waende wakasham waende wakamtumikie waka, waka Mungu. Vijana mwimbaji ni vijana, mzee hata pumzi inakata. Hasa fahari ya mzee ni kichwa chenye mvi. Unajua, mzee yeye anakaa, kwa sababu mzee ni mtu mwenye matirio mengi tangu ujana wake, anakuwa kama ni, ni, ndio maana walikuwa wanaitwa ni watu wa busara, ni wema. Hata Musa anaambiwa chagua wazee wema, wenye busara. Kwa hiyo kijana sasa, eh uki, ukiangalia kwa upande wa vijana sasa, unaposhindwa kutii sauti ya Mungu, si ndio mwisho wake sasa kwa sababu umeharibikiwa rohoni, hata mwilini pia. Watu hawatapendezwa na wewe, kwa sababu imani huwa inaenda na matendo mm. Nje watu watakuona wewe ni mtu wa kawaida sana, kwa sababu matokeo ya kijana aliyopigwa rohoni, mwangalie mwilini, unaona tu, ndio hao hapo unakuta wana maneno mabaya, matusi, mpaka jamii sasa inawachukulia kama wahuni. Hivi sasa, hizi tufanye, mtangazaji, unatafuta kijana mwaminifu wa kazi, unamkuta kijana hapa, aje kwenye vipindi vyako vya redio, nataka mwaminifu. Hivi ukitokea unamkuta kijana anavuta sigara, sasa mimi ndio mwaminifu, utamchukua? Kwa sababu matendo yanaonekana ni kuna vitu vingine vya kibinadamu tunaviona. Kwa hiyo kuna vitu fulani vinataka matendo mema, ndio huwa yanamvuta mtu. Kwa hiyo kijana, cha msingi lazima akubali kumtumikia Mungu angali ana nguvu, ili siku zilizo mbaya Bwana aweze kumhifadhi, lilo kuu tunakaa duniani na baadaye ni uzima e, eh, wa milele eh, kwa kweli tunatamani, tunaweza kuzungumza mengi, muda umeisha jamani, kushukuru sana kwa muda wako kwa kuzungumza haya machache, ndio wakati mwingine pia tukipata neema tutazungumza mengi zaidi. Na msikilizaji, tukushukuru sana nasika, mgodi, mgini, kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha mgodi wa vijana leo. Tumefika mwisho, kipindi kingine kama hiki usikose kuwa nasi Jumamosi ijayo. Msikilizaji ilikuwa na mimi, Sarafina Festus. Na Festus. Uh, uh, mwendelezo mwema.